Karibu katika sehemu ya pili ya simulizi yetu nyumba iliyokataa watu wote. Sikujua ni muda gani nilisimama pale juu ya ngazi. Mgongo wangu ukiwa umekutana na ukuta baridi nikitizama lile neno lililoandikwa kwa kucha. Ukiisikia ikikuita, usiitikie. Lakini tayari ilikuwa imeniita. Sauti ile iliyokuwa imenong'ona jina langu haikupotea. Ilibaki pale kama pumzi inayong'ang'ania hewani. Ilikuwa karibu sana kiasi kwamba nilihisi joto lake nyuma ya sikio langu. Safari hii haikunitaja kama mtu anayekuita, ilinitamka kama mtu anayemiliki kitu chake. Niligeuka kwa haraka, hakukuwa na mtu. Lakini ukuta nyuma yangu ulikuwa umejaa alama mpya. Si maandishi, ilikuwa kama michoro ya mikono mingi, midogo na mikubwa, iliyojaribu kutoka ndani ya ukuta, vidole vikiwa vimebonyea nje kama nyama iliyosukumwa kwa nguvu kutoka upande wa pili huka ngazi nikikimbia kila hatua ililia kama mifupa inayovunjika. Nyumba haikupenda nikitembea kwa haraka. Nilihisi sakafu ikilegea chini ya miguu yangu, kama inajaribu kunizuia. Sebuleni hali ilikuwa tofauti kabisa na asubuhi ile. Kuta zilikuwa zimekaribiana, nafasi ilikuwa ndogo, hewa ilikuwa nzito, yenye harufu ya chuma na no unyenyekevu wa damu ya zamani. Samani nilizozileta zilikuwa zimepotea, badala yake kulikuwa na viti vingi vya zamani vilivyopangwa mduara kama watu waliokuwa wameketi hapo, waliinuka kwa wakati mmoja na kuondoka bila kusogeza viti vyao. Katikati ya duara, sakafuni, kulikuwa na alama ya duara iliyochorwa kwa kitu cheusi. Sijui kilikuwa ni nini, lakini nilipojaribu kukigusa, mkono wangu litetemeka kana kwamba nimegusa kitu kilicho hai. Ndipo nikasikia sauti nyingine, siyo ile iliyoniita. Hii ilikuwa dhaifu ya kuomba nisaidie. Niligeuka upande wa dirisha, hapo ndipo nilimwona. Alikuwa kijana mdogo labda wa miaka kumi na sita au kumi na saba amesimama nje ya dirisha. Uso wake ulikuwa mweupe kupita kawaida, macho yake yakiwa mekundu kama hayajalala kwa muda mrefu sana. Niko hapa kwa siku tatu, alisema kwa sauti iliyovunjika, sauti iliyokata tamaa. Sioni njia ya kutoka. Nilipumua kwa nguvu, sikuwa peke yangu, angalau nilidhani hivyo. Nimejaribu kufungua mlango, nikamwambia, haufunguki. Kijiji kime Tea. Alitikisa kichwa, hiki siyo kijiji tena, ni sehemu yake. Sehemu ya nini? nilimuuliza lakini hakunijibu. Badala yake macho yake yalitazama ndani ya nyumba. Nyumba yangu? Uso wake ulibadilika. Usigeuke, alisema haraka. Ukigeuka atajua umeona. Moyo wangu ligonga kifua changu kwa nguvu. Nini kiko nyuma yangu? Alimeza mate. Ukuta unakuangalia. Nilitaka kucheka, nilihisi kichaa, lakini niliona ukweli kwenye macho yake, hofu ya mtu ambaye tayari ameona mambo ambayo akili yake haingeweza kuyachakata. Nilisikia kitu ni kama kinakuna nyuma yangu, polepole, pole kwa subira. Kisha sauti ile ya kwanza ikasema kwa sauti laini isiyo na haraka, usimwamini. Dirisha lilipiga kelele. Kioo kilipasuka ghafla kama kilichopigwa kutoka ndani. Nilipiga kelele na kurudi nyuma. Nilipoangalia tena, yule kijana hakuwepo. Hakukuwa na damu, hakukuwa na vipande vya kioo. Nje dirisha lilikuwa zima kabisa. Nilikaa chini, mikono kichwani, nilikuwa nikianguka taratibu taratibu ndani ya kitu ambacho sikuweza kukitaja jina. Usiku ulipoingia, nyumba ilianza kuishi kwa njia isiyofichika tena. Milango ilifunguka na kufungwa yenyewe. Hatua zilikuwa kila mahali: juu ya dari, chini ya sakafu, ndani ya kuta. Sio mtu mmoja, ilikuwa kama watu wengi waliokuwa wanatembea bila miili yao. Kila baada ya muda, nilisikia sauti tofauti zikinong'ona majina, majina ambayo sikuyajua, lakini nilihisi kama yalikuwa muhimu. Nilijifungia chumbani kwangu, nikisukuma kabati mbele ya mlango. Nilikaa kitandani nikishikilia tochi yangu kama silaha. Ndipo nikasikia kicheko. Kilikuwa kidogo cha mtoto. "Kwa nini unajificha? kikasema huu ni uwanja wa kuchezea. Sauti ile ilitoka chini ya kitanda changu. Nilimulika tochi taratibu chini ya kitanda kulikuwa papana kuliko kawaida. Haikuwa chini ya kitanda changu tena. Ilikuwa kama shimo refu jeusi lisilo na mwisho. Ndani ya giza niliona macho mengi yakinitizama. Niliruka nyuma nikigonga ukuta. Kabati lilisogea lenyewe likisukumwa pembeni. Mlango wa chumba ulifunguka polepole ukilia kama kitu kinachoumizwa. Mbele yangu alisimama Bibi Salome lakini hakuwa yeye. Uso wake ulikuwa ule ule, lakini macho yake yalikuwa matupu, meusi kabisa. Mdomo wake ulifunguka zaidi ya kawaida. Nilikuonya, alisema kwa sauti ambazo hazikuwa moja, zilikuwa nyingi, zikizungumza kwa wakati mmoja. Nyumba haifukuzi, inakaa na wewe hadi ukubali. Ukubali nini? nililia. Alitabasamu. Kuacha kuwa wewe. Nilimkimbia, nilishuka ngazi. Sebule ilikuwa imejaa watu sasa, wanaume, wanawake, watoto, lakini walikuwa kama vivuli wakikaa kwenye vile viti vya mduara, vichwa vyao vilikuwa vimeinama. Nilipotembea katikati yao, waliinua nyuso zao kwa wakati mmoja, wote walikuwa na uso wangu. Kabla sijapiga kelele, sauti ile kubwa ikajaza nyumba nzima, karibu nyumbani. Sakafu ilipasuka chini ya miguu yangu, giza likanimeza, nilianguka. Nilipozinduka nilikuwa chumbani, chumba ambacho sikuwahi kukiona. Kuta zilikuwa zimejaa picha, mamia ya picha za watu tofauti, nyakati tofauti, walikuwa wamesimama mbele ya nyumba hii. Chini ya kila picha kulikuwa na maandishi: aliingia, aliishi, hakuondoka. Picha ya mwisho ilikuwa tupu, hakukuwa na uso. Chini yake kulikuwa na maneno mapya yakitokea taratibu, kama yanaandikwa na kitu kisichoonekana: inasubiri. Ndipo nikagundua jambo baya zaidi kuliko yote: nyumba haikuwa inanitesa kwa sababu ilichukia watu, ilikuwa inanihitaji. Na ilikuwa karibu sana, na nilikuwa karibu sana kugundua ni kwa nini. Itaendelea sehemu ya tatu ya simulizi hii muhimu, hakikisha una subscribe chaneli yetu ya Story Za Kweli hapa YouTube. Utafurahia simulizi hii.